Shirika la Reli nchini Tanzania TRC limethibitisha kutokea kwa ajali ya treni endayo kasi SGR yenye chapa EMU, treni iliyokuwa ikitokea Dar es Salaam kuelekea Dodoma majira ya saa mbili asubuhi Oktoba 23, mwaka 2025. Taarifa ya mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Mhandisi Machibia Masanja inaeleza kuwa hitilafu za kiuendeshaji zimesababisha kutokea kwa ajali huku, taarifa za awali kutoka kwake zinaeleza kuwa hakuna tukio la kifo lililoripotiwa zaidi ya abiria kukumbwa na taharuki iliyotokana na ajali hiyo. Kwa mwendelezo wa taarifa hii na nyingine nyingi zaidi, endelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii TikTok, at Facebook na YouTube, tukifahamika kwa jina la Godrex Media. Na we mtazamaji, ni kualike kufollow, kulike, kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili kupokea taarifa muhimu kutoka kwetu.